Unampenda mwenza wako? Unaulizwa huku, susogea hapa, huwezi kusogea. Unanipenda au ah sio? Ulikuwa unajivuta vuta na mimi nini? Wewe je, unampenda mwenza wako? Sasa ndo maana niko hapa kwamba uelewi, niko hapa nauza sura au au natembeza auji au kaawa? Sasa ni swala la pete. Mbona kama mkono umelegea legea, mlipe huu jamani, vigelegele kwao

kwa uchungu, si ndio mama? Autodumu usiku huu, nitakuwa bebe mimba usiku huu na uzae usiku huu, yaani si kila kitu usiku huu, sawa eh? Shikaazibandi koo sa takutana tena next time kama nitafunga